Bwana Yesu wasifiwe, ndugu zangu katika Yesu Kristo. Nina wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareti. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tumaini langu muko salama katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Ni msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo, Enoch kwa siku ya leo tutaenda kuzungumzia kuhusu vita kati yako na Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe! Yaani vita kati ya roho na mwili, vita kati yako wewe na Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa sababu katika safari hii ya kwenda mbinguni ndugu yangu, hakukosi changamoto, hakukosi majaribu, hakukosi vita. Ni lazima vita itakuwepo, ni lazima changamoto itakuwepo, ni lazima tu majaribu yatakuwepo. Kwa sababu gani? Kwa sababu umechukua njia sahihi, Umeamua maamuzi mazuri ya kumfuata Kristo, na ndio maana Bwana Yesu Kristo aliponena akasema kwamba msizani ya kwamba nimeleta amani duniani, la hasha, bali nimeleta upanga. Na maana upanga ni nini? Maana upanga ni vita, maana upanga ni, ni imani, maana upanga yani Utakuta watu watakuchukia jinsi unavyoishi katika maisha ya utakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe, na ndio maana utakuta Shetani huwa anasikia wivu sana wakati anapoona mtu au mwana wa Mungu anaendelea kushikilia wokovu, anaendelea kuishi ndani ya Bwana. Ibilisi huwa anachukia sana kwa kiwango cha juu. Ibilisi hapendeki ya yani wanadamu wamjue Mungu. Ibilisi hatakaki ya, ya kwamba watu wawe karibu na Mungu. Ibilisi hawatakaki watu wasikie ufalme wa Mungu, na ndio atakuta, kazi yake yeye, anatembea katika ulimwenguni ili afiche watu nini? Afiche watu macho ili wasipate kuona. Ana, anafunga watu masikio ili watu wasipate kusikia anawekea wanadamu mioyo migumu ili wanadamu wasiwe wanafanya nini? Wasiwe wanasikia, wasiwe haraka wa kuamini habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vita kati yako la Ibilisi, vita kati ya mwili na roho. Utakuta roho inataka kufanya penzi ya Bwana lakini mwili inataka kufanya mapenzi ya Ibilisi. Mwili inataka kwenda katika masherehe. Mwili inataka kuvaa ina, ina, mavazi, ma, mavazi ya upagani mavazi ya ukaba. Mm? Roho inataka kumpendeza Bwana. Roho inataka ina, kuwa na amani. Roho inataka kutembea na Mungu kwa njia ya utakatifu. Roho inataka kabisa, yani uwe uchukie zambi, lakini mwili yako pale Ibilisi yuko pale, hanakutekateka, hanakupa mawazo mawazo yasiyokuwa oh. Haleluya! Na ndo maana utakuta si rahisi kukuwa Mkristo. Wakati wakati tulipo, tulipoishi tulipo katika maisha ya dhambini, maisha ya ulimwengu, utakuta ibilisi akukuwa anatusumbua wala hatukuwa naona kwamba maisha ilikuwa na changamoto yoyote. Utakuta watu walikuwa razini, mpaka walikuwa nafurahia, wengine waendelea kunywa pombe mpaka wanafurahia, wengine walianza kunywa pombe kuanzia, wanaanza kunywa pombe tangu utotoni, kuanzia miaka kama 15 mpaka leo hivyo wameshafika 50 wameshafika 70 wameshafika mia, lakini bado wanaendelea kunywa pombe, lakini bado wanaendelea kuvuta sigareti, lakini bado wanaendelea kuzini, lakini bado wanaendelea kufanya mambo ya ibilisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ni raha yao. Wamekuwa watumwa wa dhambi, wamekuwa watumwa wa pombe, wamekuwa watumwa wa uchawi, wamekuwa watumwa wa masengenyo, wamekuwa watumwa wa uongo, wamekuwa watumwa wa wizi, wamekuwa watumwa wa kuvaa mavazi ya ukaba, wamekuwa watumwa wa kusuka nywele, wamekuwa watumwa wa nini, wa, wa, wa kuvaa makeup. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Vita kati ya roho na mwili. Tunapambana, tunapambana nadomana. Bwana Yesu Kristo alituambia kwamba tuingie katika, katika njia mwembamba, kwa sababu katika njia hiyo si wengi watakapoingia, bali ni wachache, bali ni wachache watakapoingia katika njia mwembamba. Lakini katika njia pana wengi wanaingia, katika njia pana wengi wanaipenda sana maisha ya raha maisha ya amani, maisha ya kutaka kuya kuya kuya fedha ya utajiri. Bwana Yesu asifiwe! Kila Mkristo anaishi katika vita ya roho isiyoonekana katika mwili kuna mengine yanaonekana ya katika mwili, ingawa kuna ingine onekana katika mwili. Utakuta watu kuchukia ghafla, utakuta watu wanakusengezea wana, wana vibaya, utakuta ma, ukitafuta makazi aupate makazi, ukienda huku, maisha ya kuzaruliwa, maisha ya kuonewa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana utakuta adui huyo ibilisi huwa anafanya chini juu amrudishe mwanadamu katika zambini. Ibilisi huwa anafanya chini juu amrudishe, ibilisi, amrudishe mwanadamu katika maisha ya zambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani yeye ataki mwanadamu awe anakonja kile kipawa cha Mungu. Ibilisi mwenyewe ametoka wapi? Ametoka mbinguni, yule Lusifa ametoka mbinguni, na anajua raha za kuwa ndani ya Kristo, na anajua raha za kuwa ndani ya Bwana, anajua raha ya kuishi katika ufalme wa Mungu. Lakini ibilisi ana chuki nyingi, ibilisi adui wa Mungu, yaani utakuta mambo yake yote, anachukia mambo ya ufalme wa Mungu kwake yeye avipendi na ataki, so so watu wengine wavijue. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nm, naambia watu kwamba muelewe kazi ya shetani, kazi ya shetani yuko pale, ila kujaribu ila kutoka katika uwepo na shetani ni mjanja sana. Shetani ni mjanja. Maandiko matakatifu yanasemaje? Mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni Bwana naye atawakaribia. Ni mara ngapi unajifuza kwamba umechoka? Ni mara ngapi unajiisa kwamba hutaki kuomba kwa? Ni mara ngapi unajiisa kama unataka kufunga? Ni mara ngapi unajiisa kwamba hautaki tena kuwa ndani ya wokovu? Lakini Bwana anaendelea kukuambia, endelea na kazi njema lakini roho yako inakwambia hapana, siwezi nikarudi nyuma re paseka. Lakini roho inasema kwamba endelea mwanadamu, bado mwisho utafika. Lakini roho inakwambia endelea kuambia uwe makini, usije ukamwasi nyumba wako. Lakini roho yako inaendelea kukusukuma kukua karibu na Bwana Yesu Kristo na ndio chanzo cha watu wengi kuanguka, kwa sababu ya tamaa ya mwili. Wengi wanarudi nyuma ni kwa sababu, utakuta Shetani amewajaribu katika mwili. Shetani anajua kitu nachokipenda, Shetani anajua na ndio utakuta kwa Shetani huwa analeta vitu vingi kwa wanadamu hha mtu kuanguka ili shetani uwa anakuja kukupatia ofa, na katika yu ofa ukikubali, ndugu katika Kristo, unarudi nyuma. Na ndugu, watakuta hadui wetu hapa ni shetani. Hadui wetu ni ibilisi wala si mtu mwingine. Hadui wetu ni ibilisi wala si mtu mwingine. Lakini ndugu yangu mpendwa katika Kristo, ukiona kwamba ibilisi anakusumbua, ukimwona ibilisi anakusumbua sana, kuliko wewe ukaa kimya, kuliko wewe kujipate mawazo mengi, kuliko wewe kukakaa pale pale na kuleteleta masababu, inakubidi wewe umpeleke uyo shetani kwa Bwana, uende naye kwa Bwana. Umwambie Bwana, ibilisi ananisumbua e Bwana, tatizo yangu ni ibilisi ananisumbua e Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu naye atakusaidia. Anaakuta shetani, uwa anafanya chini juu atoe mwanadamu katika njia ya utiifu. Shetani anapenda ufanye mapenzi yake, Mungu naye anapenda ufanye mapenzi yake na ndo maana tunapambana na Ibilisi ndani ya mwili wetu, na kuambia ndugu yangu, pigana vita, fight the, fight the good fight, fight the good fight, fight the good fight. Usikubali Ibilisi hakuchukue. Usikubali Ibilisi akuweze usikubali ibilisi akutoe katika uwepo wa Mungu. Usikubali ibilisi akupatie mawazo mengi. Usikubali ibilisi akupatie ufalme wake. Usikubali ibilisi akudanganye kuhusu wanawake. Usikubali ibilisi akudanganye kuhusu pesa, kuhusu fedha. Usikubali ibilisi akudanganye kuhusu mali, kuhusu vyumba, kuhusu mambo ya ulimwengu huu. Orebaska oh, haleluya oh, ibilisi hataki wewe uwe karibu na Mungu. Yesu Kristo hataki uwe. Anachukia wakati mtu anapokoka mtu anaposikia habari za bwana mtu anapospend anapo, anapo time na mungu iblisi anachukia sana na ndio maana utakuta kwamba iblisi huwa anazungukazunguka kutafuta kitu ili akuangushe wewe na urudi katika dhambini na ukae naye na akulehe lakini nakwambia ni ya kristo pambana na mwili pambana naye enda naye naye kwa kristo mungu atakusaidia Oripaseka, mungu atakusaidia. Bwana yesu kristo atakusaidia. Bwana akasema leteni mizigo yenu yote kwake, na mzigo wetu sisi ni ibilisi. Utakuta mzigo yetu si watu wengine. mzigo wetu sisi ni ibilisi. Kwa sababu gani? Ibilisi huwa anatushika, ibilisi huwa utakuta mahali pote tunapoenda naye, pia uwa anaenda nasi

mutu tena ajiisi kutembea na Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu shetani yuko karibu nawe, kwa sababu shetani anafanya chini juu, ili akufanye nini? Akulete tena katika ufalme wake. Na ndio atakuta shetani, yeye anapendaka watu wawe na akili zake, huwa anateka watu kupitia zamiri, na watu wakipata ile akili yake watu watakuwa wanaishi kama jinsi kama jinsi yeye anavyotaka waishi. And the same thing na Mungu, naye Mungu huwa anataka sisi wanadamu tuwe na na na na, na na na, na, kama mawazo yake tu, tunaishi kama yeye anavyoishi. Na ndio tunakuta kwamba wakati Bwana akitugawa, akitupa maarifa na akitupa hekima na akitupa ile Roho Mtakatifu, utakuta kwamba Roho Mtakatifu huwa inatuongoza jinsi ya kuomba. Roho Mtakatifu huwa inatuongoza jinsi ya kuishi katika maisha ya utakatifu. Roho Mtakatifu huwa inatusaidia kutembea katika maisha ya haki, maisha ya utakatifu. Oh, linda sana akili yako, linda sana mawazo yako, mwambie Mungu alinde wa moyo wako ili Ibilisi asije akakupotesha ili Shetani asije akakupoteza katika njia sahihi. Mwombe Bwana akupe maarifa na umjue zaidi na ukae ndani ya Bwana ili Ibilisi asije akaleta maarifa ya uongo. Usikubali kushindwa Kubali kushinda hata kama atakupa ngumi leo, wewe tu ni kusimama, tuna kuendelea na kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata Stani, hata kama taendelea kupatia mawazo mengi, inakubidi wewe yani ujitahidi kutoa mawazo yote, yani ufocus kwa Mungu. Namwendee Bwana Yesu Kristo, ingia katika uwepo ukiwa katika uwepo katika Kristo, ibilisi huwa anakimbia, anasema moto inawaka. Aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Mungu ni mkuu kuliko ibilisi, na ndio maana kupitia Bwana Yesu Kristo twaweza mambo yote, kupitia yeye atupatie nguvu, twaweza mambo yote kupitia ya tupate nguvu. Na ndipo Bwana katika kitabu cha Waefeso inatuambia kabisa tuvale silaha za rohoni, na Bwana ametuambia ni kitu gani inatubidi sisi tukavae. Ngoja katika kitabu cha Warumi, ah, Waefeso, ah, wef, wef. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu bali dhidi ya falme na mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo mbaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vaeni silaha zote Mungu, Mungu, ili muweze kushindana siku ya wovu itakapokucha, itaka nanyi, nanyi mkisha kufanya yote simameni imara. Bwana asifiwe. Yaani ni kuvaa silaha za rohoni ni kuvaa neno la Mungu. Ibilisi ikuja kujaribu kupitia neno la na Mungu, nawe pia una mjibu imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu akamwambia Ibilisi, eee, unasikia njaa. Kama ni mwana wa Mungu, badilisha jiwe kuwa mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa <laughs> mwanadamu aishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno kwa kila neno itokae eh, kwa, kwa Bwana. Manake hapo Bwana alikuwa anatuonyesha mfano sisi wanadamu si, yatubi tuishi, yaani tukikuwa na neno la Mungu, yaani tukimjua yeye, yaani tukiishi katika neno, utakuta hatutapungukiwa na kitu chochote. Simama upambane vita, simama sasa, simama usiache, usimruhusu Ibilisi hakupatie tena ile nguvu ya kuwa, ya kuona kwamba wewe si kitu